Yesu asifiwe sana. Ngoja nikushirikisheni neno na shuhuda hii ambayo nilikutana nayo wiki hii, siku mbili tatu zilizopita. Itakutia moyo katika wewe kumwamini Mungu, na katika huo shuhuda nilivyouona, nikapewa na wimbo unasema hivi: jambo gani lililogumu usiloliweza tulitaje kwa Bwana Yesu tulitaje, ni jambo gani lililogumu asiloliweza? Litaje kwa Bwana Yesu litaje. O oh, litaje kwa Bwana Yesu litaje. Nasema litaje kwa Bwana Yesu litaje Oh, jambo gani lililogumu asiloliweza? Hebu litaje kwa Bwana Yesu litaje. Yaani, hilo neno nilipewa, kwa sababu nilikuwa nina neno liko mbele yangu natakiwa nilitimize kihuduma, lakini nilikuwa naliona ni kama mlima, ni kama Goliati. Roho Mungu alini alinidondoshia huo wimbo kwenye nafsi yangu nikawa nimewimba ni, ni kama siku mbili siku mbili tatu kama siku siku mbili at least, ilo neno likani ilo uwe wimbo ukawa nikienda nikiamka nikirudi yani. Na ninashukuru Mungu, alitimiza lile eneo la kihuduma, alilitimiza kwa njia yake, kwa uwezo wake alilitimiza. Lilikuwa ni gumu, lilikuwa ni mgumu, ni mlima, vizingiti hapa na pale, vita hapa na pale. Sasa haya maombi tuliyo yaomba hatujapoteza muda na maombi tunayokutana tunaomba. Unajua, huwa nawambiaga wa wapendwa wangu wengine, watumishi wangu wa Mungu wenzangu, sijaitiwa watu wengi mimi, na Mungu alinionya nisifosi kujaza watu wengi, kwa sababu kila, kila atakayeingia kwenye kundi hapo la maombi, Mungu atanidai nafsi yake. Natakiwa niwaombee, natakiwa niwashike mkono kwenye safari yao kuna mambo mengine yatakuja, nadhani kuanzia Jumapili ijayo. Kuna mambo mazuri tu yatakuja, mambo mazuri ntawashirikisha nyinyi waumu kwanza, alafu nyinyi mtaleta mta wengine, mambo mazuri tutashirikishana, kwa sababu Jumapili jioni ndio ya kwetu na nafasi na wote tunakuwa tumemaliza ibada. Kuna mambo mazuri tutashirikishana, lakini pamoja na huo wimbo nikapewa ushuhuda, nikapata ushuhuda nikakutana tu bahati mbaya au bahati nzuri na ushuhuda wa mzee fulani wa Kizungu. Jamani wapendwa wangu, kuna watu nikasema mungu wa, Mungu wangu nifundishe. Huyo mzee ni mzee eh? Mzee kabisa, sijui maisha yake, lakini ni Mkristo. Jamani, Mungu alichomfanyia huyo mzee! Nilisema tunyamaze, tunaosubutu kufungua mdomo tunasema oh, wazungu wamejaa dhambi eh, watu wa Ulaya wamelaaniwa hawataenda mbinguni. Tunyamaze, tunyamaze tu, tunyamaze. Ushuhuda wa huyo mzee ulinifariji, alafu nikaona Mungu kuna anaweza kafanyia mtu vitu vya ajabu vya ajabu. Mpendwa wangu, kama una mgonjwa, kama wewe mwenyewe una ugonjwa, kama wewe mwenyewe una vita, hakuna Mungu asicho. Ndio maana huo mwimbo nimepewa kwa ajili yako, unganisha na huo ushuhuda nikikushirikisha hapa, ndio utajua hakuna gumu Mungu asiloliweza. Alafu tena nikasema eh, kuna wao wao wenzetu viumbe vyetu waliombwa, wao weupe wakipenda mtu eh, wanapenda mtu huyo. Mzee aliugua alikuwa ni mzee akaugua, moyo wake ukafanya nini? Ukasimama. Tunaita huku huku kwenye mambo ya kihospitali code blue, alisimama moyo na kupumua. ukiwa umesema wewe ufanyiwe kila kitu kuokoa maisha yako, watafanya kila kitu kuokoa maisha yako, wanakufanyia wanaku, wana wana CPR unakandamizwa, una, una moyo hapa, moyo uanze kujump ku start, kama unapewa dawa za kukuamsha moyo eh wanakuwekea tube kwenye koo la kupata hewa. Ninakueleza kilichomkuta kwa sababu kinahusiana na katika kuokoa maisha yake. Sasa huyo mzee katika kuokolewa, ushuhuda wake unasema masaa karibu arobaini na kitu alikuwa anaaga ana, ana, ana, dunia anarudi, anaaga dunia anarudi. Katika hayo Mungu alimpa neema ya kumuonesha mbinguni, alimuonesha mbinguni, lakini ushuhuda wake unakujaje, Mungu alivyomponya na kumrudisha. Alioneshwa vitu mbalimbali mbali vizuri. Ushuhuda huo yaani, unatia mpaka amani moyo wako, unakuwa na amani tu kwa Mungu. Anapenda watu. Alipata kitu kibaya katika kuokoa maisha yake, kwa sababu ile chubu aliyoweka ndani alikuwa anasema na uvimbe kwenye koo. Kwa hiyo alivyoweka tyubu ikapasua vitu huko ndani, damu ikatoka, damu ikajaa kwenye ile tyubu. Ile tyubu badala ya kuingiza hewa ikawa imejaa tyubu, damu imeganda, ndio mwanzo chanzo cha yeye anakuwa anarudi uhai, anapotea anarudi, anapotea anarudi, akipotea anaoneshwa mbingu. Yeye alioneshwa mbingu tu, lakini katika eh, kwenda yeye kwenda na kurudi akapata nafasi neema ya kuongea na Bwana Yesu na Bwana Yesu akamhoji mambo mbalimbali, akamfundisha mambo mbalimbali, akamwelekeza aka, aka, aka vitu vingi. Akaomba huyu mzee wa kizungu. Ebu imagine umeonyeshwa wewe mbinguni, unayoniwa kwenda mbinguni, akaonyeshwa. Manake anasema alikuwa bado haja kabidhiwa, yaani kwenda, alikuwa kama mtembe mtembeleaji, ameenda kutembea, sio kwamba ameenda amefika akaomba ruhusa ya kurudi duniani. Kilichomrudisha nini? Mzee wa watu anahurumia mke wake, anasema naomba nirudi nikamtunze mke wangu na kumfariji mke wangu, atakuwa na maisha magumu. Hebu fikiria wewe, nikasema <laughs> ni wa, waume wangapi wa dunia hii, mataifa yote, kabila zote, ameenda ameonyeshwa, yeye anaweza kuingia mbinguni, aombe kurudi duniani? ni wachache, mpendo wa wangu, wachache sana. Mungu akampa masharti akasema, ombi lako nitalitimiza, lakini utimize masharti yangu ya mimi kukurudisha. Sasa hivi, mwili wako, mambo yaliyopitia mwili wako huu, nikikurudisha kama ulivyo, utakuwa vegetable tunaita yani, atakuwa mtu ambaye yuko kwa wale watu kwenye koma, wale wa kwenye koma wanaishi, mnamgeuza E, mnamrudisha mnamsafisha, haongei mna, yani mnampa chakula kwa chubu labda kwenye tumbo hivyo. Utakuwa mwili wako umeharibika kwa hii prosesi yao waliyofanya kuokoa maisha yako, mwili wako umeharibika kuanzia ubongo mpaka viungo vyote vimeharibika, viungo vingi. Nitakurudisha, ila sharti langu ukawashuhudie watu wangu ukawafundisha watu wangu nilichokufundisha. Akawambiwa, alipewa masharti kadhaa, ila ukubali pia kuvumilia proses ya uponyaji nitakayokupitisha. Ukivumilia, uko tayari? Utasikia maumivu, jinsi watakavyokufanyia upasuaji na ukarabati wa mwili wako, utasikia maumivu. Ndiyo sharti langu, utasikia kila wanachokifanya utakubali kuvumilia ili urudishiwe uhai wako, nikupe mwili mwingine upya. Yule mzee upendo wa mke wake alikubali, wapendwa, alikubali. Nilisikiliza huo shuhuda, nikasema, huyu mzee umri huu, kwa haya aliyoonyeshwa, hana sababu ya kusema hapa uongo. Anasema alikubali, akaona, akarudi, akalivyokubali akarudishwa, maanake nafsi yake ilikuwa inarudi. Ile unajua, ile mtu unaona anakushughulikia mwili wako hivyo, unaenda unarudi, unaenda unarudi, akarudishwa kwenye mwili. Anasema alivyorudishwa pale pale alisikia maumivu ya, ya ambayo hawezi kuelezea kwenye mwili wake anasema kila walibidi wasafishe mapafu haya yake. Anaelezea vizuri mapafu yake yalikuwa yamejaa da kuna damdamu. Ilibidi wavute wasafishe, yani wasafishe mwili wote, wafanyie sehemu zile zilizoathirika, walimfanyia ukarabati. Anasema ile nusu kaputi aliyochomwa ilikuwa haifanyi hai, kazi yoyote. Alipitia hayo maumivu, yule mzee anavyosema, yeye anavyoshuhudia yeye alipitia. Sasa kinachokuja ni hiki nitakachokushirikisha, Mungu alivyomfanyia mwili wake. Ndio hii kiini cha mimi kuwashirikisha huo shuhuda baada ya haya maombi tuliyoyaombea hawa wagonjwa na hizi hali zingine, kwa maana hata na mimi nilikuwa na ya kwangu na watu wangu na wainua mbele za Bwana. Anasema kitu cha kwanza mpaka damu yake Unajua, kuna damu unaambiwa wewe ni O positive, AB sijui ngapi ngapi. Anasema yeye alikuaga damu A, damu A plus sijui A positive. Anasema damu yake sasa, anasema ni ushu, usha, ushahidi wa kila alichopitia medical record zake aliziomba, ni peji karibu elfu moja. Anadai yeye alikuwa damu A, huu mwili mpya Mungu, Mungu aliyempatia damu yake ni O positive. Anasema kabla ya ya kupata hilo shida ya kupoteza maisha alianza kupata ule uzee wanapataga wengi hasa nchi za Ulaya tunaziona hizi, ile ugonjwa wa wazee wanaita dementia, sijui Alzheimer's, akili inapoteza kumbukumbu eh. Mungu amemrudisha, amekaa hapo anashuhudia. Utakachomwona kwa ni kwamba ni mzee ndio, bado mwili wake ni mzito mzito, na alichoshuhudia kicha kututia moyo ambacho unaona hapa duniani unapitia magonjwa mbalimbali mbali. anasema mbinguni alioneshwa watu kadhaa alionyeshwa mzazi wake, baba yake, nadhani alionyeshwa na mama yake kama sikosei, baba yake, baba mkwe, sikumbuki vizuri eh, alionyeshwa baba mkwe, kitu kama hicho, au baba. Anasema aliwaona vijana miili yao, yani vijana vijana kabisa, wana nguvu. Kwa hiyo nikakumbuka neno lile lilitwambia kwenye Biblia, tukibadi tuombe tutunze tu utakatifu, tumtumikie Bwana, tumpendeza Mungu, tupewe mwili ule, mwili usioharibika, yaani kama vile kufumba na kufumbua macho tut, tukinyakuliwa tunapewa mwili usiobadilika. Ndiyo maana hii ikushike wewe kwenye safari, ikushike katika imani. Yule mzee amekaa hapo anashuhudia, alikuwa anahojiwa na mtu mwingine, yuko mzima, akili yake ni timamu hana huo ugonjwa tena wa kupoteza akili, sijui kumbukumbu kumbu. Ah, yani huu shuhuda nilipewa unitie moyo kwa vile vitu nilikuwa naviombea. Nilikuwa nina vitu kama viwili hivi, changamoto mbili, Mungu aliz, aliz, zote alizifanikisha fan, aliz kunipa nguvu ya kuomba. Ushuhuda huu nimekupatia ili yani, wewe haijalishi kitu unakiombea eti sijui miezi mingapi, usife moyo, usichoke, Mwamini Mungu, kumbuka huu wimbo tumepewa, ni jambo gani lililogumu asiloliweza? Hebu litaje litaje, hata moja litaje. Hakuna hakuna. Yule aliyemwokoa Daudi aliyekuwa anatafutwa maisha yake na Sauli alimpitisha kwenye changamoto, lakini mwisho wa siku Daudi alikuwa mfalme. Nikawa nakumbushwa nini u, chan, kisa cha nani cha Musa, ilibidi a, Apit, apitishwe njia ambazo sio za kawaida atimize hatima ya Mungu kwenye maisha yake. Kwa kwa hiyo tunaowaombea na yeye, Mungu anajua jinsi gani atafanya, nini atawatengenezea, njia watimize hatima yao. Magumu magoliati, milima iliyoko mbele yetu, Bwana Yesu ana njia, ana namna, ana jinsi, atatengeneza njia pasipokuwa na njia. Sisi kama unyakuo ukija kesho, ukija leo, siku ukija masaa mawili yaliyopita, ndio maana nilivyoamsha hiyo saa nane na kitu nikaambiwa, omba omba tu, alafu nikaambiwa kwa nini usiingie kwenye kundi waombee wenzio? Ndio nyinyi mliopata neema mkaja. Heri unyakuo utukute tumesimamia imani, usikubali majaribu ya tikise yakutikise kwenye imani, yakutoe, yakikutoa unaomba toba unamwambia Mungu, naomba unisamehe imani yangu imetikisika hapa Naomba rehema kwa sababu kiukweli imani zetu na tikiti kinatikiti zinatikisika. Eh, mmoja wapo ambalo lilikuwa mbele yangu kihuduma, lilikuwa linatikisa imani kiukweli. Nilikuwa nikiangalia kimwili hivi. Alafu wahusika wenyewe tulipigwa kama bomu katikati yetu. Tulikuwa tunakafuka, kitu kakipita. Kalipita hapo ka, ka, ka, ka, kafarakani kidogo. Tunapasa <laughs> kufanya kitu fulani pamoja kitu. Ikapitia farakani, lakini Mungu akafanyaje? Akaturudisha tena kutumia mmoja wetu tu, mmoja wetu tu akawa ndio kama mhudumu kwetu, akaleta amani, akaleta suluhisho, mambo yakaendelea kusonga mbele. Haleluya! Ukiombea, kumbuka ukiombea vitu vingine unapata vimashambulizi hapa na pale. Visikutishe, visikutishe. Simamia imani, unyakua ukukute umesimamia imani, unaombea vitu ulivyoshirikishwa, uombee una, unasoma neno. Nashukuru Mungu, kundi letu la bible study tunapeana challenge. Nadhani ulisema leo tunasoma Yakobo tatu, kama sikosei, Yakobo tatu. Ntarudi kule kwenye grupu, ntaangalia usoma neno Ehe. Tafakari neno, ishi neno, sikiliza neno, shirikisha wenzio neno. Kama una watoto, kama una wajukuu, wajue bibi hm. Mimi nyimbo, nyimbo, nyimbo nyingi nazijua, tenzi za rohoni. Unajua kwa sababu gani? Bibi yangu mza mama ye alikuwa Msabato, kwa hiyo Ijumaa tunakalishwa wajukuu, mkienda kumtembelea na imagine, sio kama tuko tunaishi naye muda wote, ila akia, akija kukaa kwetu au tukienda kwake, tunakaa na tenzi, anaimba nyimbo zake, ndio maana nimezishika zote hizo kwa hivyo tu, na nilikuwa naenda kanisa hilo nilipokuwa mdogo. Na chakushirikisha nini? Neno la Mungu, uikutana kama mstari we, hakikisha kama una watoto wako wajukuu, kila siku ajue mama, bibi, shangazi tu, tutafanya ibada hata kama ni fupi. Kama una watoto wadogo sana, fanye ibada, unawaongezea ule uwezo wa kufanyaji wa kuvumilia wa kutulia kwenye ibada, wanazoea kufanya ibada. Hakuna urithi wa, fam, wa thamani utawapatia watoto wako na wajukuu zako kama huo, hicho ndicho kitakachowatunza maisha yao. Kama kashuhuda aka umekakasikia, unakafupisha, unawapa, unawashirikisha, una akipitia vita huko shule akipitia vita, vita chuoni, akipitia vita. Sisi ambao wapo wamefanya kazi, wanafanya kazi, anakumbuka hilo neno Eh. sisi tunaona watoto wetu bado, Mungu anawaleta kwenye wokovu, lakini wanakuambia kabisa, yaani kuna huo mmoja mmoja huyo anasema mama, nitamwambia mtu yoyote leo wasidharau maombi. Maombi anatenda kazi. Kwa hiyo nimekushirikisheni hili, tunapogawanyika hapa liwaweke kwenye uwepo kwamba endelea kumwamini Mungu, endelea kusimamia imani, endelea kutunza utakatifu, endelea kumwamini Mungu anatengeneza njia, kwa muda wake atajleta majibu. Kumbuka wimbo tuliopewa, ni jambo gani lililo gumu asiloliweza? Hebu tulitaji, hakuna, hakuna. Barikiwe na asante sana kwa kujiunga hapa kwenye maombi baadaye itafika masaa mangapi Mungu akitupa neema leo tisa sa kwangu ni saa tisa na dakika ishirini na nne saa kumi saa kumi na moja saa kumi na mbili saa moja saa mbili, masaa sita saba yajayo utaona tumefungua kundi kubwa lile. Huwa kuna, kuna, kuna wapendwa wetu wameomba wa tuwe tunafanya nao kwa bible study pamoja, alafu tunaomba mm -hmm, tukipata neema hiyo, ukiona tumefungua ile kundi kubwa lile kwetu unakaribishwa una, una kujiunga kwa ajili ya hicho kipindi cha pamoja. Kwa hiyo barikiwe, na Bwana Yesu awape neema na awalinde awatunze katika hii safari. Amina mpendwa wangu, ushuhuda huo ni wa kutia nguvu, kutia moyo, kusimama katika imani. Mwamini Mungu, hakuna gumu ambalo Bwana Yesu asiloliweza. Haleluya! Shika imani, shika imani, shika imani, shika imani. Bwana Yesu awatunze, awalinde, awaimarishe. Kama hujapokea Bwana Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, basi wewe tumia linki hapo chini ufuatilia sal, sala ya toba. Hakikisha utubu kweli kweli, hakikisha uamue kuziacha dhambi zako hakika na Bwana Yesu atakuanzishia maisha mapya. Hakuna gumu asiloliweza, atakuanzishia upya. Kama unasumbuliwa na mapepo, nguvu za giza, ujue uponyaji wa kudumu, ufungulivu wa kudumu unakuja pale ambapo pale ambapo umeamua kuacha dhambi. Kwa hakika, ndipo utaweza wewe kupata uponyaji na ufungulivu wa kudumu. Vinginevyo, mapepo yatatoka, yatarudi. Usipendage kuombewa ombewa, lakini wewe utaki kumfuata Yesu vizuri. Unacheza. Na kuna Mungu alinishuhudia mimi binafsi wanaoenda kanisani, wanaoenda kwenye maombi, anawaita wafuata wa, wa, wa, wa mikate. Yaani wanapenda tu vitu vyake awape, majibu tu, halafu hawamfuati Yesu. Anasema siku ya mwisho atamjibu. Waliopokea kutoka kwa Yesu Kristo Alafu, awamfuati atawauliza wa, ata maswali siku ya mwisho. Awatii, awatunzi utakatifu awatii neno la Mungu, awataki wokovu, atawajibu siku ya, watamjibu siku ya mwisho. Kwa hiyo mpendwa wangu, umpa neema na rehema ya kukata wokovu, hiyo ni hatua ya kwanza kutubu, hatua ya pili utafute mchungaji anayehubiri utakatifu akubatize kwa jina la Yesu ndiyo Mathayo, Matendo ya Mitume mbili thelathini na nane inavyosema nitasema Biblia inachofundisha. Ukisoma Matendo ya Mitume mbili kuanzia thelathini na nane na kuendelea utaona hatua za kuokoka alizosema Petro, tubu, batizwe kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Halafu hatua ya tatu ya mwisho, usidharau usizembee, usizubae kuto kujazwa Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, Warumi nane, ukisoma kule ndani inasema, asiye na Roho wa utakuwa umejisumbua, yani umefanya kazi bure, na utakuwa uongozi na Roho Mtakatifu, unajiongoza na akili zako, atari zinakuja uzioni, hata unyakua ukifika, unaambiwa kuna jinsi unatakiwa tujitakasi, unajua uokovu. Kisha tubu, sala ya toba ni mwanzo wa kuwa kwenye safari ile, njia nyembamba tunaita iendayo zimani. Baada ya hapo, unatakiwa uishi maisha ambayo Roho Mtakatifu atakuongoza kulingana na ulivyozaliwa kulingana na mapito yako, ishi hivi, jitakase hivi, kemea hiki, jitenganishe na hiki. Kwenye ukoo wenu, kwenye ulikopita, ulikuwa naenda kwa waganga, ulishalala na, na, ulifanya uzinzi wa sherati, una mapepo ume, umepewana kwenye hicho kitendo, mapepo ulishajaziwa, ulichanganywa, nyota yako ilishikwa mahali. Roho wa Kristo ndio atakuongoza uishije na siku ya unyakuo ninaamini ndio ile kujazwa na Roho Mtakatifu ndio itakusaidia wewe unyakuliwe. Sasa usizarau, kuna mafundisho waliofundisha, wamefundisha. Ukihitaji tukupatia mafundisho, tutakutumia ufundisho upate mafundisho. Soma neno kwa bidii, umsihi Roho wa Bwana akujaze, akutembelee, ili akuongoze, akupe neema ya kuishi maisha ya ushindi. Usiwe mkristu wa jina, mwisho wa siku unachomwa moto, yale ya mapepo yanakukejeri wewe kwa hiyo barikiwe, na asante kwa muda wako. Ushuhuda huu ukutie nguvu, ukujaze imani kwamba Bwana Yesu anaweza, hakuna gumu lisilo asiloliweza. Barikiwe sana, na Bwana Yesu atupe neema tena muda mwingine. Amen.